Nifikishie japo aya moja lile unalolijua, lijua ulilolipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema, msaidie kazi na wafikisha, man raa minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, atakayeona uovu umetendeka mahala au uondoshe kwa mkono wake. Fa in lam yastati, ikiwa hakuweza kuondosha uovu kwa mkono, fabilisanihi, basi atumie ulimi wake mdomo wake kukataza Fain lam yastati fa, fa biqalbihi, ikiwa hawezi kuzungumza akakataza akasema, aogopa basi moyoni mwake achukie, usishiriki. Umeona Uislamu unahujumiwa au kuna mtu ana, anafanya jambo baya, basi mwambie, kataza. Una mamlaka ya kuondosha, ondosha, zuia lisifanyike. Usikae baba mtu, watu wanapigia rusha roho kwenye uwanja, wasema ah, Mi nshajitoa zamani. Umejitoa? umejitoa saa ngapi? wanawake washindikana akitakalao nyumba ya kwako, mtoto anayolewa mwanao, halafu watu wanafanya rusha roho uwanjani, wanasema anasema mi sihusiki, mi nishasema kauli yangu hapa. Si wakusema kuna mahala, ondoa nasaba na pesa zao, misichangia pesa yangu Kullukum rai wa kullukum masulun an raiyatih, nyote ni wachunga na kila mmoja wenu ataulizwa kwa lile ambalo alistahiki kuingia kati kulitengeneza, kulichunga, atakwenda kuulizwa kwa hilo. Kama alifanya, basi kashajibu swali lake kwa vizuri. Kama hajafanya, analo jawabu jibu hana mbele ya Mwenyezi Mungu lakini hatua ya mwisho ni kuchukia, wadhalika dhalika adhaful iman, na hilo la kuchukia moyoni tu ni katika imani dhaifu. Sasa tunawezwa mtu anafanya jambo mambo anafanya halafu sisi hatuhusiki katika nafasi zetu.